Kila wakati, familia ya mzee wetu Edwin Mtei, poleni sana kwa msiba. Natambua kwamba baadaye, makamu mwenyekiti wa chama mheshimiwa Heche, wakati wa kutoa salamu za rambirambi rambi, utapata wasaa wa kuzungumza, lakini nizungumze kwa niaba ya chama katika hatua hii ya kumbukizi. Kwa kawaida, msiba ni maumivu, ni majonzi lakini kwa umri wa mzee wetu na kwa makubwa ambayo ameyafanya mzee wetu na kwa mapito magumu ya kiafya aliyoyapitia siku za mwisho za uhai wake, ni vyema tukaitumia siku ya leo kumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mzee Edwin Mtei. Mimi nimepata wasaa pamoja na umri wangu mdogo wa kumkuta mzee Mtei akiwa bado yuko active katika utumishi wa chama. Mambo mawili nayakumbuka sana kutoka kwake, alikuwa ni mzee mwenye msimamo na alikuwa ni mzee mwenye mwenye maadili. Alikuwa na msimamo kwa kiwango ambacho wakati mwingine alikuwa anaona kama ni mbishi hivi, lakini kumbe ni kwa sababu akiwa na jambo na akiliamini anataka alisimamie mpaka mwisho tatoa mfano mdogo tu mmoja. Wakati mzee Mtei na, na sisi wengine wana sisi chama, bendera hii ya chama ambayo leo tumefunika jeneza lake kwa heshima yake ilikuwa na rangi mbili tu, ilikuwa na rangi nyeusi, ilikuwa na rangi ya bluu bahari. Ile alama ya vidole viwili ilikuwepo. Sasa kati ya mwaka elfu mbili na tatu mpaka mwaka elfu mbili na sita kulikuwa na mjadala ndani ya chama wa kufanya mabadiliko kutengeneza bendera mpya ya chama. Kwa wapo waliokuja na mawazo kwamba ile alama ya vidole viwili iondolewe na badala yake kuwekwe alama ya, ya ngumi. Hii alama inamaanisha vema au ushindi, victory sign. Mzee Mtei alisema, mnaweza kubadili vitu vingine vyote kwenye bendera ya Chadema lakini hii alama ya vidole viwili msiiondoe, na alisimamia hilo, alisimamia hilo, alisimamia hilo mpaka imeendelea kubaki kuwa alama ya kudumu ya utambulisho wetu Chadema, kwa kutambua mchango mkubwa wa Mzee Mtei. Na kwa kweli aliipenda sana Chadema. Tulipoondoka kutoka kwenye kadi za zamani na kuingia kwenye kadi za kidijitali, nilikuja hapa nyumbani kati ya mwaka 2021 na 2022 kumsajili mzee kwenye kadi mpya ya kisasa ya kidijitali. Wakati huo mwenyekiti Freeman Mbowe yuko gerezani na Mzee Mtei wakati huo alikuwa anaweza ku, kuongea kushiriki maongezi. Tukaja kumsajili kwa ajili ya kumpa kadi namba moja ya kidijitali. Pamoja na uzee wake, alikuwa na bashasha na mapenzi makubwa sana ya Chadema. Na tulipomweleza hilo wazo jipya la kadi ya kidijitali, na kwamba tunamkabidhi kadi namba moja ya diamond tunamsajili, alitoa kauli yake, alisema, mambo yamenoga kweli kweli. Kwa hiyo alikuwa anaikumbuka Chadema na anaipenda Chadema kweli kweli. Kwa hiyo familia, wale ambao si wana Chadema mtuvumilie, mtuvumilie, kwa sababu mimi naamini uh, roho ya marehemu Mtei huko ilipo anapata faraja anaposikia kumbukizi juu ya kazi kubwa ambayo alifanya kuasisi Chadema. Tulishaanza mazungumzo ya ndani kumwezi mzee Mtei toka wakati akiwa akiwa hai. Tulifanya mambo matatu. La kwanza aa, mwaka 2021 wakati tunatengeneza mpango wa miaka mitano ya chama Tulifikiria chama kiwe na mpango mpana sana wa mafunzo na hatimaye kuanzisha chuo cha chama, na kama sehemu ya Chadema Academy, na jina lililopendekezwa la kuanzisha huo mpango mkubwa wa mafunzo wa chama ni kuanzisha Edwin Mtei Center of Leadership Excellence. Naamini wazo hili litaendelea kufanyiwa kazi ndani ya chama. Pili, tuliona ipo haja ya kuanzisha taasisi maalum kabisa kwa kumwenzi mzee, mzee Mtei na wakati fulani nikamwomba uh, Dr. Azavelo Aitama mjumbe wetu wa bodi ya wadhamini kuweza kuandika wazo la andiko na akaleta mapendekezo yake ya awali. Naamini Dr. Aitama na timu mzima mnahusika na hilo. Kazi hiyo inapaswa kuendelea mpaka tuwe na namna fulani ya kudumu ya kumwenzi mzee Mtei mwaka 2024. Hili ni jambo la tatu kwenye uchaguzi wa serikali za mtaa tuliita viongozi wa kanda mbalimbali mbali za chama kutoka mbalimbali mbalimbali maeneo ya mbali mbali ya nchi kwa ajili ya mafunzo. Katika mafunzo yale, niliomba washiriki wote kutoka kikoa mbalimbali wapendekeze lile jengo jipya la makao makuu ya chama hivi litwe jina gani. Sasa jina la Edwin Mtei ndio lilikuwa limependekezwa na watu wengi zaidi kwa siri kuliko jina lolote. Mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakati tunaelekea kwenye uchaguzi wa ndani ya chama, uliomba kamati kuu ya chama vivie, kila mjumbe wa kamati kuu apendekeze ule ukumbi mkubwa katika jengo la makao makuu ya chama uitwe jina gani. Kwa mara nyingine tena, wajumbe walio wengi wa kamati kuu wakatoa, mwenyekiti Freeman Mbowe akiwa ndo mwenyekiti, walipendekeza ukumbi ule uitwe jina la Edwin Mtei. Sasa naamini vikao vya kikatiba vya chama vinapaswa sasa kukana kufanya uamuzi tu wa mwisho kati ya jengo na ukumbi, kipi kimojawapo kiitwe jina la Edwin Mtei kama sehemu ya kumwenzi. Nihitimishe kwa kuwaomba wanaChadema wa Tanzania na wote wanaoguswa na demokrasia na, na maendeleo, kwa sababu uwepo wa Chadema kama chama kama taasisi hauna manufaa kwa wanaChadema peke yake una manufaa kwa nchi. Kuna mambo mawili ambayo naamini kama sehemu ya kumwenzi mzee Mtei kila anayeguswa na mzee Mtei anaweza kufanya kwa namna yake, yakatokea hata kama sio sio mwanaChadema. La kwanza ni kwamba wazee hawa walipoasisi mageuzi na Chadema ilipoanzishwa, walikuwa na mawazo kwamba ili nchi yetu iwe kweli ya demokrasia ya vyama vingi basi Tanzania iwe na katiba mpya. Wakati umefika sasa, kama sehemu ya kuyaenzi hayo maono, Tanzania tukamilishe mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi yetu. La pili, nchi yetu imetawaliwa na chama kimoja toka uhuru. Mzee Mtei alikuwa na maono kwamba chama mbadala akiweza kushinda kushika dola na kuongoza nchi. Ombi langu kwenu wote mnaoguswa na maisha ya Mzee Mtei ni tuendelee kuwashirikiana kuhakikisha kwamba siku moja Chadema inashika nchi na kuongoza serikali ili zile sera ambazo mzee Mtei na wenzake walimpelekea mwalimu Nyerere, pamoja na tofauti walizokuwa nazo, mwalimu alisema Chadema ndio chama chenye sera bora, ndoto ile iweze kutimia katika taifa letu. Apumzike kwa amani. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tumefikia mwisho, asanteni sana kwa wote ambao mmekuwa wasikivu.